Majina naitwa Shukrani Mamboleo ni mchungaji <coughs> wa kanisa la Jecafu Assemblies of God lililopo Ihumwa pale nyuma ya El Shaddai. Ah, katika hafla hii ya kumshukuru Mungu katika kituo chetu hiki cha Tumaini Foundation, binafsi nimebarikiwa sana sana na pia nimejifunza kitu kikubwa kutoka kwa mkurugenzi, ambaye ni mama na ni mama kijana, kwa maana sio mama mtu mzima, ni mama kijana binti, ambaye ameamua kweli kujitoa kwa ajili ya kuhudumia jamii ya watoto kwa uaminifu na kwa upendo. Nimejifunza kitu kikubwa sana mahali hapa kwa sababu watoto hawa ndio ambao tunategemea kuwa wataalamu wa kesho, ndio ambao tunawategemea kuwa viongozi wa kesho, ndio ambao tunawategemea kuwa viongozi pia wa kiroho tukiacha wa kitaifa kwa kesho. Kwa hiyo tendo hili la malezi haya nimelipokea vizuri, limenibariki na nimeona jinsi ambavyo watoto wanalelewa hapa, wamelelewa kiafya, wanalelewa kiakili na wanalelewa pia kiroho. Kwa hiyo jambo hili limekuwa baraka sana kwangu. Nitoe wito tu kwa jamii kwamba jamani, tujaribu kunyosha mkono pia kwenye vituo hivi. Najua wao watu wanaojitoa katika vituo hivi si kwamba wana fedha nyingi, si kwamba ni matajiri sana, lakini wana ule moyo na mzigo wa kuwahudumia watoto ambao yamkini mimi na wewe tusingeweza, lakini Mungu amewapa mzigo kutoa huduma kwa watoto kwao. Nitoe wito tu kwa jamii kwamba tuwaunge mkono, tuwasaidie na kama una chochote toa, lakini hata kama huna chochote, kuwatembelea na kuwatia moyo ni jambo jema na la baraka. Kwa binafsi niseme, nimebarikiwa sana, na ninatoa wito sana kwa jamii, tuungane. Mimi nimeunga mkono na nitaendelea kuunga mkono, na niombe jamii pia tuunge mkono katika jambo hili. Asanteni sana.